Majina, naitwa Juma Hussein Matari, najihusisha na biashara simu za mikopo pamoja na keshi hapa ofisi. Jinsi ilivyokuwa mwanzo na baada ya maandamano kiukweli ni hali ambayo ilikuwa inafikikisha siku ya tarehe ishirini na tisa majira ya kuanzia majira ya saa nne hivi asubuhi, ilikuja taarifa ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea taarifa ile, kwa sababu watu walikuwa ni siku kwenda kupiga kura, lakini ikaibuka ika waandamanaji lakini angu, mandamanu. Sima, mandamanu ambali ambali. Kwa mtazamo wangu mimi nilivyoangalia yale maandamano, si maandamano ile ambayo inakuwa katika hali ya kudai haki kwa asilimia mia, mia. Yalesoma maandamano wa wanayedai haki bali kile inaweza nikasema ni kikundi cha wahuni ambao wameambatana wa kuja kufanya uhalifu. Mtu mm -hmm. Anayeandamana lazima yake atakuwa na viashiria ambao anaweza kufikisha nini, kufikisha ujumbe wake, yani anabeba taswiri ya kuwakilisha ujumbe. Lakini sasa wale waandamanaji wa, hakuna mwandamanaji hata mmoja ambaye alishika kiashiria chochote cha kuwakilisha ujumbe labda kwenye ngazi, labda tuseme kwa serikali yetu, kwa sababu wale waandamanaji kadi ka, jinsi walivyokuwa waandamana, ni waandamanaji ambao walikuwa na miongoni mwao walikuwa na silaha, na hata ukitizama pia, kwa asilimia kubwa, wale waandamanaji huwezi ukagundua au ukabaini kwa marika, labda anamaanisha labda wazazi labda vijana wa makamu asilimia mia ni vijana wa saizi ya kati, na ukiangalia hata katika mwonekano ni asili ya muonekano wa wahuni. Yani kwa hasara ambayo, kwa mimi, haraka haraka hasara ndio ipige au hesabu ndio ipige hasara yake takribani karibia milioni sabini na nane. Hiyo ni hesabu ya haraka haraka, kwa sababu idadi ya simu ambazo nilikuwa nazo kwenye kwenye shelfu ndani na idadi ambazo nilizobaki nazo Sema amani, kwa asilimia kubwa amani ni kitu ambacho kinahitajika kitafutwa, au kimenunuliwa kwa gharama ya aina yoyote. Amani kwa sisi wafanyabiashara kwa ujumla, ni watu ambao tunapenda mizunguko. Leo kwa hapa umeenda Kariakoo, eka Kariakoo, fanya biashara, umeenda huku, umeenda huku, kwa sisi wafanyabiashara kwa asilimia mia aupand amani ni kitu cha muhimu sana amani. Kwa mimi kama Mtanzania sijapendezwa na sijaridhika na sipendi au sitotamani kuona jambo kama hili linajitokeza, kwa sababu maandamano yameleta athari kubwa sana katika miundombinu yetu kama barabara na baadhi ya maeneo na baadhi ya vitu vya ka muhimu katika jamii au katika serikali situzaliwe ishi kama tunaona kwenye nchi zetu, lakini mimi nimesikia kwa macho yangu, na mimi ni kitu ambacho kimeniingia, kwamba amani ni kitu ambacho kinahitajika kwa gharama ya